Ni andi yako e, dada ya nduo ya babako mzazi, yeye ndiye anakuangaisha katika maisha yako. Nasema ni daktari, hata mimi sijaelewa, dada ya babake e, dada ya babake uh, anakuangaisha katika maisha yako, hmm. Na kuna vitu ambavyo aweza kupeleka mahali na ikaweza kufanywa moja mbili, na ndio maana unasafa vyo nasafa, pesa zako zimeharibiwa. <laughs>

kwa kwa kwa nguvu amazing zaidi sana bila nyese kufika sema mbayo nimefika, alafu mtamu <laughs> By the way, hapa niko na niko niko niko na na na na Na Wayne, Wayne Wayne daktari, kwa kwa kweli kweli niliona kabisa staki nipoteza muda mwingi sana sana because because unajua pia mamake mwenyewe alisema kuwa mtoto kitu kitu ni singeweza kutarajia kama happen. Just imagine eh, Wayne, akitarajia kutuma 1.5 milioni kifikiri kuwa mpenzi wake ambaye anampenda kiukweli na amemweka moyoni, kumbe eh, hizo hela sio sio kweli. Waliweza kuzifanya nini? waliweza kuzitumia kwa kwa kwa kwa kwa njia njia iliyofaa? Kumbe walichukua hizo pesa kwa njia isiyo halali na na na na na wakaweza kufanyia mahitaji yao wenyewe. Ni ni ni kitu kitu ambacho ambacho kweli kweli kweli kweli kibaya sana sana, so na mamake kwa kweli, na yeye mwenyewe mwenyewe amelia sana, akisema mtoto wake anafaa kusaidika na, mimi nikaona ah, mbona fresh tu nikipoteza muda mwingi because eh, wewe pia ana mpango wa kurudi Marekani kimenishangaza, lakini ya maisha wakati mwingine kuna changamoto za hapa na na nazii tuko hapa kutia bidii zaidi kuhakikisha kuwa kila kitu kiko fresh, fresh barida. So, inakwaje bro? Ah, niko poa. mm -hmm. Yeah, niko, niko salama yeah. Yeah nimetulia uh, yeah? Yeah. I mean, tu sina mambo na hauko okay, uh, very, very well. Uh, uh, sawa, umepitia changamoto mingi sana kwenye maisha na ni kitu ambacho kwa kweli bro singetamani binadamu yote apitie ila ni changamoto na changamoto zenyewe ni ziko kutukomaza, si ni kweli? Ni kweli. Yeah. Eh, so tunasema tu vitu zingine. Mm. Ni life tu. Life ina happen lakini Shikamoo to to. Okay. Wow. Daktari, kwa salama? Mimi niko salama sana. Eh, hata daktari na kwa kweli kazi ni mingi sana na, eh, kazi ziko mingi sana kwa kweli, na tunazidi kupambana zaidi kuona kabisa umewasaidia kila mtu ambaye anahitaji msaada wako, na kwa kweli asante sana Daktari kwa kuja kwa kila, kila jambo ambalo linakuwa gumu na unaweza kusuluhisha na kila kitu kinakuwa vizuri, ndio mm, Uh, kabla tuendelee mm, sababu najua mambo ambayo iko hapa ni mazito hapa mm. Mm, kuna uzito mm, na lazima tuweze kukabidhi kila kitu kwa mbele ya Mwenyezi Mungu ili uh, kila kitu ambacho tunafanya na tunatarajia ifanyike iweze kutendeka kwa wakati. Asante uh, Mungu, neema na fadhili zako e, umeweza kutulinda na umetubariki, tumeweza kufika sehemu hii siku ya leo kwa maana we ndiyo mfariji, naamini kwamba chochote ambacho tutakihitaji Baba tutasaidia na tutakiweza kukipata. Na kabiri ya vijana mikononi mwako e, kwa maana wengi wamepanga mambo makuu juu ya maisha yao, na naamini kwamba siku ya leo e, kila ambacho umetarajia tuweze kukifanya kwa nguvu zako na neema itaweza kufanikiwa, na katika jina la Yesu tunaomba na hatakuamini. Amen daktari. So kwa kweli eh, daktari eh, ni mambo mengi sana yame happen kwenye maisha ya Wayne. Wayne ukimwangalia ni kijana mdogo sana ambaye uh, alienda Marekani kujipambania na kutafuta maisha kama yalivyo watu wengine jamani, kwenye maisha, si ndio? Na yeye mwenyewe alibahatika kwenda Marekani. Na kwa kweli kudhulumiwa hela zake kano, na kudhulumiwa hela zake Wayne ameweza Hmm. Daktari, hmm, no, uh, daktari kitu hmm, gani ambacho labda unahitaji kusaidika ili aweze kukusaidia, si kweli? Daktari habari yako? Sama sama. Uh, sasa mimi chenye ningetaka hmm, uh, chenye girlfriend yangu walinifanyia, walinibia 1.5 million, walinikon 1.5 million na driver wake uh, so mimi chenye nataka ni unisaidie venye tu hiyo pesa inaweza rudi, maana kupoteza 1.5 million na hiyo uchumi bana, si rahisi e. Na unajua si unaipoteza ati kwa kitu mzuri, ni amekula gai. So e, just want that money back mseme. So, so, no. Mm, mimi ni Daktari Mato. Uh, huyu anakujua, huyu ananifuatilia sana, daktari huyu anakujua vizuri sana. <laughs> anakujua nah vizuri sana. Wewe ni baadhi ya wajuku wangu, uh-huh. Wewe ni baadhi ya wajuku wangu ambao bado na wale hao ngali wadogo mm. na navyokutazama hivi maisha yako haiko salama eh? Navyokuangalia maisha yako haiko sawa, eh, sawa ni daktari 1.5 milioni imeenda itakuwaje? Sawa daktari, hata eh, niweze kufikia mahali pa kushughulikia hela zako lazima, uh-huh. niweze kukuangalia sababu, mambo ambayo unayopitia si mambo ya kwako, sijui kama unanielewa maisha ambayo wanapitia si maisha yako, hiyo ni maisha ya mtu mwingine unaishi. Na ukweli uliopo ni kwamba uh, hii kitu naambia ngawa wajuku wangu, watoto wangu, marafiki zangu, mara kwa mara unapotaka kusaidia mtu wa familia, hepukana sana kumpa kashi kwenye mkono. Hiyo ndio kitu inaharibu sana maisha ya watu wengi, na ambao awezi wakajua auzi, ukielewa lakini mimi nashukuru ambapo Mungu ameweza kunipatia uwezo kidogo wa kuona na uwezo huo ni nao, na mambo ambayo naopitia, na mambo inatoka kwa familia maalum. Mezaliwa, umezaliwa mm, si, si ni, wacha nifupishe, ni ni andi andiako eh, dada ya nduo ya babako mzazi ndiye anakuangaisha katika maisha. Unasema ni daktari, hata mimi sijaelewa, dada ya babake eh, dada ya babake uh, ndiye anakuangaisha katika maisha yako hmm, na kuna vitu ambavyo anaweza hmm, kupeleka mahali na ikaweza kufanyiwa mamoja mbili, na ndio maana unasafa vio unasafa pesa zako zimeharibiwa, maisha yako haiko sawa, hata ye, kazi na sababu, wakati nimeangalia katika tarubini yangu hii kazi ambayo wanafanya Marekani ni kazi ya aibu ikazi ambao ambayo wanafanya sababu, nimeona kwamba wao wanafanya kazi ya soja, we ni soja, uko ma, maruko Marekani eh, mi, eh, mimi ni soja, mimi ni wachman eh, security, tuseme security eh. Yeah. kwako aufai, you dont deserve that job. We ni mtu ambaye sahi unafaa kuwa ni mtu ambaye una manyumba zako, una magari zako pale, na si gari ndogo wewe ni mtu ambaye utajiri umejaa, lakini mambo yako umefanya nini? Imekuwa cross, ndio maana kile kitu ambacho unafanya unaona kiendi, mara hela zako zina, unadhulumiwa, hata ndio kuru kudhulumu, wamekudhulumu lakini. Ukiangalia, tukirudi nyuma kidogo, katika mambo ya udaktari, hiyo mambo ambayo nimekwambia, ndio inafanya hela zako zinapotelea. Kwa hiyo jela, lakini imefungwa pesa zako zimefungwa, maisha yako yamefungwa. Ndio maana unajaribu kufanya, kuna vitu ambavyo unajaribu kufanya kitu kabisa, kusema kitu kama hii mm. kwenye familia Uh, unajua rafiki anaweza akakusaidia kuliko mtu wa familia. Hiyo ni kitu nafueka akilini. Rafiki ambaye mnakutania kwa barabara pale anaweza akafanya maisha yake yakabadilika kuliko ndugu yako wa damu ama dada yako wa damu ama baba yako wa damu. Na kitu alifanya wakakufunga ni kwamba, waliona huu kijana ni mtu anakuja kukua, anakuja kuexpand kijiji, so aftakwenda Marekani. Yeah, aftakwenda Marekani. hmm. na ile makosa ambayo familia yenu ni kwanza kutangazia kutangazia kutangazia kutangazia ninaenda ninaenda, nitafanya nitafanya vitu kama hizo. Nafanya vitu nafanya na very secret way, wacha wasitukienge tu waseme, wacha wasikienge ulijenga, wacha wasikia ulinunua kiwanja ulinunua gari yako iko pale, lakini uh, usiweze kutangazia mtu eh, matarajio yako ambayo nakuja. Sasa wakati waliona ukijana ni mtu anakuja, ku, anakuja kutetemesha kijiji na ndio maana ukona mambo yake kafungwa na nikapo kwa ajili ya hilo. Hiyo sikuwa na wasiwasi nayo, na ule mtu ambaye huyo mwenyewe nakuambia kwamba alianza kukufunga, ndio mambo mambo akaifanikiwe utamwona na utamjua. na nimekwambia mtu wa familia, mtu wa familia, dada ya babangu lakini hata babangu, babangu alikufa kitambo, tumelelewa na mam kama single mam Yes, wako. So, mm, wako. Mm, yeah. Na utamuona. Yes, kupatia. Yes, kupatia wasiwasi. Mm, umesema wali... okay mwenye alini... Hata umesema mwenye alinifunga alinifunga mm. Alinifunga after nime, nimeenda. Mm. Sababu, so, alijua ukifika huko. Mafanikio huko. Okay, nikuuliza daktari nikuuliza uh, bro yeah. Okay, kwa hiyo saidia babako mm. Kuna anti zako ambao unawajua eh, najua kadhaa yeah. Okay, eh, babako kwenye wako wangapi uh, wako kuna anti Miri mm. eh, he, wako ni wasichana watatu mm. Dada kapas mm. kuna bro yake mwingine amepass ya mm. Eh, sasa na wengine wawili, basi so wako saba, wako saba, wako saba. Wako saba. So wawili walipasi wawili, eh watano ndo wako, wanawake watatu eh na no, vijana wawili okay. wanaume wawili eh eh, lakini hata oh. watu wengine nao sana, unajua tu mambo ya familia hmm. After dad amepass, hata watu shughuliki, tunaongeanga tu ile tu, yani ni lazima hmm. Eh, so mimi hata sijui ni aje, lakini i guess daktari anasema unasema nimefungwa kazi yenye nafaa kufanya si naf... kazi yenye nafanya sio yenye nafaa kuwa nikifanya, lakini unajua okay. Au, unajua hacha nikuambie Lamu mm. Uh, kulingana na vile daktari amesema, kuna venye kuna venye naona vitu juu mm mimi nikiwa nikiwa majuu na zile na ile tu IT yangu pale nikisoma, hata kama sijamaliza. Every time niki apply job na apply kazi pale na naenda everything, una qualify, they tell you to report on a certain day, lakini on the day of reporting, kuna hii condition nilidevelop nikiwa huko. Mimi hata nilikuwa nadhania ni change of weather ama kitu kama hiyo climate kila inaitwa migraines, napata migraines hapa na pale, kumwona kichwa inauma intense ile excess. So, unapata siku yenye nafaa ku report job asubuhi, hata nikiamka, hata siwezi inua kichwa hata kwa kitanda siwezi toka, na hiyo siku ndo nafaa ni report job. After hapo after nimejaribu tena naenda, hata kuna wengine wakanipea second chance after ni made the same same day ya ku report, hiyo siku ya ku report kazi bro, the same same thing ina happen. So, mi hata sikuwa naona, mimi hata sikuwa ifikiria, mi nilikuwa nadhania tu ni mm, sio naja kujieleza mambo mengi na kila kitu ambacho kinafaa kutengeneza katika maisha yako nisiyakiona na kuongea mambo mingi, sababu mambo ambayo naongea hata nishayaona na najua kitu ambacho nakihitaji yes, sasa, ile kitu ndaweza kufanya hapa ni mimi nafanya mambo yangu na promise you that, uh, ati hela zako nda siregesha. Lakini sasa hiyo wacha nifanye mambo muhimu, sababu hata sasa nikisema nikuregeshe hela na sijakutengeneza, ndio kuwa nafanya kazi ya bure tu. Sababu hata ni mfungwa, kwa sababu ukifungwa ile mafungwa, hata sasa nikisema nikuregeshe hela zako bado zitaenda, hata utajua zimeenda wapi. Kwa hivyo uko na mimi, ukijana anijua vizuri, na mimi nikianza kazi yangu utafurahia matunda na mimi si mtu si mtu ndakwambia, oh, enda ulete siju, enda ulete siju kondo nyeusi, enda siju ulete damu. Mimi sifanyange mambo na kafara. Mimi napewa nguvu kutoka Mwenyezi Mungu, na mimi nikikwambia kitu ambacho kitafanyika, ujo kitafanyika. Mimi sitakwambia mambo ya kafara o oh, sijufanya nini. Hapana, mimi siko sehemu hiyo. Mimi namuheshimu Mwenyezi Mungu, ndio amenipa nguvu za kuweza kusaidia watu, na mi nataka nikusaidie, na uweze kufanikiwa katika maisha yako. Wow. So daktari, kwa kweli we, I'm really happy na bro, you are supposed to worry because daktari akiwa hapa, jua kila kitu itakuwa vizuri because unajua, mimi nafurahi sana wakati ambapo mtu amesaidika, unaelewa. So, so so so wewe wewe, ukisaidika eh, shukuru Mwenyezi Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mungu Mungu wako, because because daktari amekwambia vizuri vizuri vizuri. yeye yeye afanye mambo ya kafara, sio ukaleta kuku, kaleta nini. Mwenyewe amekuelezea vizuri, akakwambia nguvu zake zinatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu, umeelewa vizuri. So wewe usiwe na wasiwasi wowote because umekuwa ukimfuatilia by the way. So, I'm not even supposed to to explain anything to you. So, mamako nilimwa nilimwa kuwa utasaidika, lakini lakini pia pia nilimwambia aache kuzungumzia waganga in any way, because because because because you you know you know she was, she was was very eh, I think ni nasira, na ambacho, a, a, a, a jeifanya, ni ni alikuwa alikuwa na na na amekasirika kitu ambacho hajaifanya yeye. Nikamwambia hapana, acha nimuite daktari daktari daktari aweze kumsaidia mtu wa Mungu, na anamjua Mungu, anamjua sana, si kweli? mm -hmm. So for now what I'll say eh, bye bye till next time. Tuone daktari vile atafanya. Unajua mimi kufuatilia kiundani, tuweze kujua vile ndugu yetu atasaidika. Sitaki kupoteza muda wote wa maana, mambo nataka iwe fresh fresh barida.